Roho yako mwema katuongoze mwanzo hadi mwisho wa wasaa huu wa kipindi hiki, ni katika jina lake Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Leo ni kanuni muhimu za kushinda vita ya kiroho. Daima, yawezekana kila mtu katika maisha yake anayoyaishi leo anapitia pambano la kiroho. Wako wengi sana katika maisha haya na hata hasa katika maisha ya Ukristo wengi wengi wa Wakristo wana, wana wanapata wasiwasi, wanapata hofu, wanapata mashaka na hata wakati mwingine kujiuliza maswali mengi sana juu ya yale wanayoyapitia na hasa katika swala zima la pambano la kiroho. Kweli ni kwamba Mungu hakutaka tukae gizani juu ya habari ni wapi tupate msaada juu ya kushinda vita ya kiroho na hivyo kwa kuwa Bwana hajanyamaza, anaendelea kuwa msaada wetu kupitia Yesu Kristo, tumeelekezwa ni mahali gani pa kupata ushindi na hasa pale tunapopitia mapambano ya kiroho maishani. Nami niko hapa leo kukukumbusha kanuni muhimu za kusimama imara pale unapopitia pambano la kiroho. Hizi ni silaha ambazo zitakusaidia kudumu katika imani pale unapopita katika changamoto ya kiroho tambua, ya kwamba hauko peke yako, na Mungu ameweka wazi ya kwamba ni kwa namna gani tunaweza kushinda vita hii ya kiroho. Hebu twende tuziangalie kanuni hizi muhimu za kuweza kutusaidia kushinda vita ya kiroho, hasa pale tunapokuwa tumepitia changamoto ya namna hii. Je, tukate tamaa kwa sababu ya vita fulani ya kiroho? Hapana, huo sio mwelekeo na sio maelekezo ya neno la Mungu. Neno la Mungu limetuelekeza wazi ni kwa jinsi gani tunapaswa kushinda uh, vita ya kiroho na ni kwa namna gani tunaweza kukabiliana na vita hii. Kanuni ya kwanza, neno la Mungu. Neno la Mungu ni kanuni ya kwanza kabisa ya kutusaidia kushinda vita ya kiroho. Ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya nne Yesu akipitia pambano kuu la kiroho alishinda kwa imeandikwa katika neno la Bwana, na ndicho kinachosemwa katika nyakati hizi ya kwamba wale wote wanaotegemea kushinda mapambano ya kiroho ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu tuliyomo ni wale tu ambao wanajibidisha kusoma neno la Mungu. Biblia ni upanga wako dhidi ya uongo wa Shetani, katika Mathayo sura ya 4 fungu la 4 hadi 11 wa Efeso 6 fungu la 17. Na hivyo ikiwa tunahitaji kushinda mapambano ya kiroho, hebu neno la Mungu liwe sehemu ya maisha yetu kile itwapo leo. Na ndio maana katika kitabu hiki cha dhiki sura ya 15 anaandika katika ukurasa wa 15 anaandika, anasema, wale tu walioimarisha akili zao katika kweli za Biblia ndio watakaoweza kusimama imara katika pambano kuu la mwisho. Pambano kuu, kitabu cha pambano kuu, ukurasa wa 593, kitabu cha Kiingereza. Kwa hiyo wale wanaoimarisha akili zao katika neno kwa kujifunza kikamilifu, hao ndio wataweza kushinda vita ya kiroho pale inapo wakabili na kuja mbele yao. Kwa hiyo neno la Mungu ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili maombi. Maombi, wasiliana na Mungu ukitafuta nguvu na mwongozo katika Mathayo sura ya 22 fungu la 41 na Luka sura ya 22 fungu la 40. Maombi na maombi pekee ndio yatakayoweza kutusaidia kushinda vita ya kiroho. Usiombe kwa sababu acha anapiga kelele, usiombe kwa sababu umesikia bundi kama wanavyoamini wengine kwamba bundi akilia basi ni ushirikina. Usiombe pale unapopata changamoto, fanya maombi kwa desturi yako, fanya maombi kwa sehemu yako, fanya maombi kwa sehemu yako ya kupokea nguvu za kiroho ukijua ya kwamba hata katikati ya bilio vya bundi kama wanavyoamini wengine kwamba ni, ni wachawi na washirikina kama ambavyo utasikia kelele mbalimbali za za za, za, za, za, za, za, kutoka kuzimu. Usiamke kwa sababu unasikia maombi unasikia kelele za, za washirikina zikakuamsha kutoka usingizini. No, ruhusu maombi yawe sehemu ya, ya ulinzi wako ili ya kwamba hata katikati ya, ya, ya giza la kiroho, hata katikati ya, ya, ya nguvu hizo za giza, maadamu umesha kabidhi maisha yako kwa Mungu. Maombi ni nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho kupitia maombi inamshukia naye, omba na kwa sababu hiyo, hata katikati ya vurugu, hata katikati ya uchafu, wewe utadumu kusinzia katika Bwana, maana tayari ulikuwa umekwisha mkabidhi maisha yako, na hivyo fanya maombi kwa sehemu ya maisha yako kila siku, na hapo ndipo utaweza kumshinda ibilisi, adui shetani, katika pambano la kiroho. Kwa hiyo maombi ni kanuni ya pili, kanuni ya tatu. Imani Imani katika ahadi na nguvu ya za Mungu. Petro ya kwanza tano nane hadi tisa na Efeso sura sita fungu la kumi na sita naandika wazi ya kwamba imani lazima iwe sehemu ya maisha yetu. Pale tunaposimama na kuamini katika Bwana na kuamini katika neno lake, hapo ndipo tunaweza kutembea kwa nguvu na ujasiri tukijua ya kwamba tunaye Mungu asiyeshindwa, na kwa sababu hiyo imani ni jibu la mashaka yote ambayo mwanadamu anaweza kusongwa nayo. Na tunapozungumzia imani, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Ukweli ni kwamba imani zetu zikiimarishwa katika neno, hata katikati ya dhoruba, hata katikati ya changamoto, bila kujali mambo yamebadilika hayajabadilika, kwa sababu ya imani thabiti, tutaweza kusimama imara katika Bwana na kushinda vita ya kiroho inayokuwa mbele yetu ama itakayokuja mbele yetu. Kwa hiyo kanuni ya tatu, imani ni jambo la msingi katika kuikabili vita ya kiroho. Jambo la nne, kanuni ya nne, roho mtakatifu. Roho Mtakatifu, chanzo cha uamsho na matengenezo ya kweli ndani ya mioyo yetu. Pale tunapoimarisha akili zetu na kuimarisha mioyo yetu kwa uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu nasi ndani yake, hapo ndipo tutadumisha uhusiano ulio sahihi na kamilifu mbele za Mungu. Na hapo tutaweza kusimama imara katikati ya mapambano yanayoweza kutokeza mbele yetu. Kwa hiyo tegemea mwongozo, hekima na nguvu zake kupitia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni matokeo ya kuwepo kwa tunda la Roho ndani ya mioyo yetu, kama anavyosema katika ile wa Galatia sura ya tano fungu la kumi na sita hadi kumi na saba pamoja na Matendo sura ya kwanza fungu la nane, nanyi mtapokea nguvu, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, ndipo mtakuwa mashahidi wangu. Na kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu ndiye kiini mambo yote katika pambano kuu la kiroho. Neno la Mungu linapotawala, maombi yanapotawala, imani inapotawala, Roho Mtakatifu akatawala, maisha yetu yanathibitika na kustawi na kusimama imara mbele za Mungu, na hata katika kulikabili pambano tunaimarishwa kwa kusimama imara kile. Jambo lingine sifa na kuabudu, sifa na kuabudu. Kuna nguvu katika kuabudu, kuna nguvu katika kusifu kusifu kwa nyimbo, kusifu kwa nyimbo mbalimbali za sifa ni sehemu ya ukuaji wa kiroho na kuimarisha akili zetu katika pambano kuu linaloujia ulimwengu katika wakati huu. Tumia muziki na sifa kutangaza ushindi wa Mungu, kama ambavyo anasema katika Zaburi sura mia moja fungu la nne na la pili. Uh, no, no, no, katika Zaburi sura mia moja fungu la nne na Nyakati wa pili sura ya ishirini fungu la ishirini na mbili ni maeneo ambayo tunaonyeshwa jinsi nguvu ya mziki inavyoweza kuleta ushindi katika maisha ya mtu fulani ambaye anapitia anapitia mapambano ya kiroho. Nyimbo zinaleta nguvu, nyimbo zinaleta uishwaji wa roho, na tunaposifu kwa kicho na heshima na kwa utukufu wa Mungu, tunasimama imara na kudumu katika kusimama imara juu ya pambano kuu linaloweza kujia ulimwengu. Na jambo lingine ni ushirika, ushirika. Katika kujizungusha, ushirika unahusisha kufungamana na kushirikiana, aidha na wanafamilia wenzako na waumini wenzako. Pale tunaposhiriki pamoja katika ushirika mtakatifu kumwabudu Mungu na kusimama imara, hapo ndipo tunakuwa tumejiweka katika sehemu ambayo ni, ni, ni, ni, ni kinga ya, ku, ya kukingwa na majaribu, ni kinga ya, ya kukingwa na, na mapambano ya kiroho, na ushirika unaimarisha imani zetu na unaimarisha mioyo yetu kusimama imara katika kulikabili pambano. Ah, Waebrania sura ya 10 fungu la 24 na 25 pamoja na Wagalatia sura ya 6 fungu la pili. Maneno hayo yanatutia moyo ya kwamba tudumu katika kushiriki pamoja. Ibada za pamoja zinaimarisha kiroho pale zinapofanywa kwa kicho na kwa utukufu wa Mungu, na ikiwa sehemu ya kuleta matokeo chanya ya kiroho ndani ya mioyo yetu, tunastawi na kusimama imara. Kwa hiyo ushirika ni muhimu, ushirika ni muhimu katika maisha ya imani na katika kulikabili swala zima la pambano kuu. Lakini jambo lingine la saba anasema, kuvaa silaha zote za Mungu. Kuvaa silaha zote za Mungu ni sehemu ya maisha ya, ya, ya, ya, ya, ya kuimarisha imani zetu katika Kristo, kama anavyosema katika ile Waefeso sura ya sita fungu la kumi hadi kumi na nane, akizungumza habari ya kuvaa silaha zote za Mungu, ikiwemo kuvaa mkanda E, wa ukweli e, kufunga mkanda wa ukweli katika Waefeso sura ya sita fungu la 14. Lakini habari ya dirii ya haki kifuani katika Waefeso sura ya sita fungu la 14. Lakini habari ya viatu vya amani katika Waefeso sura ya sita fungu la 15, na ngao ya imani katika Waefeso sura ya sita fungu la 16, na chapeo ya wokovu katika Waefeso sura ya sita fungu la 17, pamoja na upanga wa roho katika Waefeso sura ya sita fungu la 17. Hivi vyote vinapoimarika katika maisha ya Mkristo, shetani hawezi kupata nafasi kwa Mkristo ambaye ameimarisha imani yake na moyo wake kwa kuvaa silaha zote za Mungu, na hivyo kuna siri kubwa na mafanikio makubwa kwa wale wanaojibidisha kuhakisha ya kwamba wanavaa silaha zote za Mungu, vazi la askari wa Yesu ili kuweza kusimama imara na kukabiliana na mapambano ya kiroho yanayoweza kujitokeza mbele zao. Na hivyo silaha za Mungu ni muhimu ili kushinda pambano la kiroho. Lakini jambo lingine, maisha ya toba na maungamo, kugeuka kutoka kwa dhambi na kumwelekea Mungu, kama anavyosema katika Yohana wa, e, wa kwanza sura ya kwanza fungu la tisa, Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata kutuondolea udhalimu wetu wote. Lakini Matendo sura tatu fungu la 19. Kwa hiyo maisha ya toba pale tunapogundua tumetenda dhambi, badala ya kutengeneza madhi, ya dhambi, badala ya kutengeneza mazingira ya kuikimbia dhambi badala ya kutengeneza ya, mazingira ya, ya kutaka dhambi yako isijulikane, Mungu anatuagiza ili kushinda mapambano ya kiroho lazima tukubali kuishi maisha ya toba, maisha ya maungamo pale tunapogundua tumetenda dhambi ficha ama kuifanya kwa siri. Ajenda ni kuomba nguvu za Mungu ili akusaidie kuikataa dhambi, kuikimbia dhambi na kuikwepa kwa namna yote, kama ambavyo Ayubu mtumishi wa Mungu alikuwa mcha Mungu, mwelekevu, aliye aliye epukana na uovu kile itwapo leo. Ni kweli tunazungukwa na dhambi kila mahali, lakini Mungu ametupatia uwezo wa kushinda kila aina ya dhambi kwa kujikabidhi mikononi mwake na kujisalimisha kikamilifu, anatupatia uwezo wa kuishinda dhambi, hata kwa kuikimbia, hata kwa kuikataa kwa nguvu zote. Hicho ndicho ambacho Mungu anatuita kufanya katika nyakati hizi. Wako wengine wanatengeneza mazingira ili dhambi zao zisijulikane, wako wengine wanatengeneza mazingira na kufanya kistaarabu ili wasifahamike. Hayo sio maisha ya wacha Mungu. Maisha ya wacha Mungu wanaitambua dhambi, na wanapoitambua dhambi wanamwomba Mungu awasaidie kuishinda wanapoishinda ushindi unakuwa ni hakika mbele za Mungu. Kwa hiyo maisha ya toba ni maisha ambayo yanatusaidia kuishinda dhambi na kushinda mapambano ya kiroho kila itwapo leo. Lakini jambo lingine, msamaha, achilia kinyongo na uwasamehe wengine kama anavyosema katika Mathayo sura ya sita fungu la kumi na nne na kumi na tano wa Kolosai sura ya tatu fungu la kumi na tatu Mpendwa, ikiwa unahitaji kushinda mapambano ya kiroho samehe samehe. Vinyongo havina maana, vinyongo havina msaada wote katika maisha ya Mkristo badala yake unapoendeleza chuki ndani ya moyo bila kusamehe unajichelewesha bure, na ndiyo maana wakati mwingine tunashindwa kusimama imara katika mapambano ya kiroho yanapokuja kwa sababu ya kutokusamehe. Na hivyo ikiwa unahitaji kuimarisha afya yako ya kiroho, samehe, samehe, samehe, na Mungu atakupigania. Achilia kinyongo na uwasamehe wengine ikiwa unahitaji kukabiliana na vita hii ya kiroho, maana unapo unapoishi katika maisha ya chuki unampatia shetani nafasi, na shetani na ana furaha anapokuona hivyo. Na ndio maana hata pambano likija la kiroho uwezi ukalishinda, maana tayari amekushikiza katika chuki yake, ili wachukie watu na matokeo yake uendelee kutenda kazi yake, ukidhani ya kwamba unafanya kazi ya Mungu. Achilia kinyongo, achilia chuki, achilia kila aina ya uovu, nawe utashinda. Mwisho, kanuni ya mwisho utii utii, katika nini? Utii katika neno la Mungu ni sehemu ya maisha ya ushindi katika pambano kuu linaloweza kujitokeza. Ndio maana Mungu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, katika Yohana 14 fungu la 15, Yohana tano wa kwanza sura ya pili fungu la 3 hadi la sita. Mungu anasema fuata amri na mwongozo wa Mungu. Ikiwa unahitaji kushinda, tii amri za Mungu. Fuata maagizo ya Mungu. Ni heri kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Kwa nini? Wakati mwingine tunapopita katika changamoto, wengi hushusha chini silaha na kumpa shetani utukufu kwa kuwatii wanadamu wenzao hata kama wanawatendesha dhambi. Mungu anatuagiza ikiwa tunahitaji kushinda mapambano ya kiroho, lazima tuweze kuishi maisha ya kumtii Mungu. Maisha ya utunzaji wa Sabato, lazima tukubali kumtii Mungu pale anapotuagiza na, na kutuelekeza kufanya mapenzi yake, tunapaswa kuitika kwa moyo mmoja dhidi ya mambo yote ya kibinadamu yanayoweza kutuangusha katika dhambi. Tunapaswa kusimama imara na kusema kwa maneno ma, ma, ma, ya ushindi kama alivyosema Petro na mitume wakisema kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mungu anaasuta watu wa jinsi hiyo, watu ambao wakiona uovu baada ya kusema nifanye hivi nifanyeje? sasa itakuwaje? au nifanye tu hivi? Mungu na wewe unajua Mungu. Mungu anatafuta watu watakaosema imara na kusema nitendeje ubaya huu nikamkose Mungu katika dhambi ya kila namna. Na hivyo siri moja ni hii, kama jambo hili alimtukuzi Mungu, sikiliza Roho Mungu anakuelekeza nini. Kama anakuelekeza kutenda, tenda kama Roho Mungu atakuelekeza usifanye, hata kama litakuwa na matokeo makubwa, hata kama litakuongezea uchumi wa pesa kiasi gani. Mungu anatangaza ya kwamba wale wanaoishi katika maisha ya kushinda pambano la kiroho ni sharti, ni sharti wa wa, wa mtii Mungu kikamilifu, kujitoa kikamilifu. Kwa utii inahitaji gharama, ni kujitoa kafara, ni kujitoa muhanga, maana kuna kufa ama kupona katika swala zima la utii. Ndio maana walishinda hata wale wana matengenezo akina John Huss, akina Jerome walishinda kwa kujitoa kikamilifu. Mitume walishinda kwa kujitoa kikamilifu, manabii walishinda kwa kujitoa kikamilifu. Na wale wote wanaotegemea kushinda katika pambano hili la kiroho, Mungu anawaita, Mungu anatuita sote kusimama imara na kuvaa silaha zote za Mungu, ili tuweze kushinda, ushindi ambao hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuingilia kati isipokuwa Mungu mwenyewe anayetupigania, anayetuagiza ya kwamba vita si yetu vita ni ya kwake, na hivyo kwa silaha hizi na kanuni hizi zitatusaidia kushinda mapambano yote ya kiroho. Na hivyo ikiwa tunahitaji kushinda, tumpe Mungu nafasi na yeye atatupigania. Mungu akubariki na atubariki sote, tunapochagua kuwa sehemu ya kusimama imara katika vita ya kiroho, ushindi ni hakika. Pamoja na Bwana ni salama, maana yeye anasema Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Usiogope katika vita kile unayopitia, jitoe kikamilifu mikononi mwa Mungu. Roho Mtakatifu yuko tayari kusaidia. Neno la Mungu pamoja na maombi viko tayari kutuwezesha kusimama imara katika mapambano ya kiroho tunayopitia. Pamoja na Bwana ushindi ni hakika. Mpe Yesu maisha yako kile tuapo leo, jikabidhi mikononi mwake, naye atakupigania. Je, unatamani kuwa sehemu ya watu wanaoshinda katika vita ya kiroho? Jitoe sasa, Yesu anahitaji kushinda pamoja nawe. Mungu akubariki. Nikualike tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako mwema, asante kwa kutupatia kanuni hizi muhimu, ili zituongoze katika vita ya kiroho na hatimaye zitupatie ushindi kudumu katika kuyatenda mapenzi yako. Tuwezeshe, tulinde, tulete tena kwa kipindi kitakachokuja huko baadaye tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako tukisema asante Yesu, maana wewe ni mwema. Tutadumu kutenda na kuzidi kwa utukufu wa jina lako, kwani tumeomba na kuamini katika jina lake Yesu Kristo bwana wetu, amen. Mungu akubariki, karibu tena kwa vipindi vijavyo. Bwana awe pamoja na